Wasukuma wanatumia lugha wanasema ile uu out in. Out in, haina madhara katika maisha ya kiroho akazungumza, lakini falsafa yao nje ina nafasi ya kuharibu maisha ya mtu ndio maana waliheshimu sana wakifika pale kwenye sinagogi. Viatu ni najisi, vimekanyaga vumbi nje, wananawa wanatawaza, wanafanya mambo sawasawa sawa. Na kuna wenzetu bado mpaka leo wameshika hiyo desturi hiyo ya Wayahudi na wanataka wanaona hivyo, sasa wamekuwa safi ndio waingie ndani ya sinagogi wafanye ibada yao wafanye ibada ya, ya, wakiamini ya kwamba sasa nje haina hain athari tena, lakini Yesu alipowatazama wanatazama pande moja falsafa moja ya Kiyahudi kuhusu nje kuharibu maisha, uwezekano wa nje kuharibu maisha yake ya kiroho akaushangaa mno, i ya kwamba ile ya nje inakuja tumboni na inatoka na kwamba hiyo haiwezi kumnajisi mtu. Amen, amen. Haunajisiki kwa sababu mtu amesema wewe ni mbaya. Haunajisiki kwa sababu hauni mwizi, kwa sababu mtu amesema umeiba, ni mpaka umeiba. Na swala la kuiba linatoka ndani ya moyo wako, zinaanza fikira za kuiba na nataka kuwambia mwaka wa ishirini ishirini na sita kanisa la Mungu lisimame vyema katika nyanja zote, kwamba nje haina nafasi ya kuharibu maisha yako. Lazima ujitie moyo, utembee na Bwana ukijua nje haina nafasi ya kuharibu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkutano wanafunzi wake wakamuuliza habari za ule mfano. Akawaambia hivi, hata ninyi hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimwingia hakiwezi kumtia unajisi? Kwa sababu hakimwingii moyoni, ila tumboni tu, kisha chatoka kwenda chooni. Kwa kusema hivi alivitakaza vyakula vyote akasema kitokacho mtu ndicho kiacho unajisi mstari wa ishirini na mbili kwa maana ndani ya mioyo ya watu kutoka mawazo mabaya uasherati wivi uuaji uzinzi tamaa mbaya ukorofi hila ufisadi kijicho

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni ukisoma aa, sura ya, ya saba kumi na saba, naomba nirudie, alafu nilete mitazamo miwili ya falsafa ya Wayahudi, fa, falsafa ya Wayahudi na falsafa ya Yesu aliyokuja nayo katika u, u, ualimu wake alipotaka kufundisha watu hawa amewakuta mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia nasema hivi hata alipoingia nyumbani, ameuacha mkutano, wanafunzi wake wakamuuliza habari za ule mfano. Na huu mfano umetolewa katika mstari wa nane hapo juu, na haya, hiyo wanaendelea wakamuuliza habari za ule mfano. Akawambia hivi, hata ninyi hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimwingia hakiwezi kumtia unajisi kwa sababu humwingia moyoni, hakimwingii moyoni ila tumboni tu, kisha chatoka kwenda chooni. Kwa kuwa kusema, kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote. Akasema kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, washerati, wivi, uwaji, uzinzi tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Aa, Bwana Yesu anakutana na kundi la Wayahudi. Katika mila na desturi za Wayahudi, walishika sana ibada ya Sabato na bila shaka mnakumbuka vyakula vingi katika sheria ya Sabato vimekataliwa. Hata ile siku hizi mjini wanapenda inaitwa kitimoto, kwa Sabato ni najisi mpaka leo, si ndio? Kwa hiyo akakuta watu wako katika mazingira hayo, na kwa sababu hiyo falsafa ya Wayahudi katika mafundisho yao ya dini na mapokeo ya mababu zao yalikuwa hivi na nafasi ya kuharibu maisha ya mtu si kama mnaelewa, nikisema hivyo eh? Naelewa nikisema mambo ya nje eh? Sasa mambo ya nje katika falsafa ya Wayahudi na mafundisho yao ya mapokeo, mambo ya nje yalikuwa na fursa kubwa ya kuharibu maisha ya mtu. Kwa sababu hiyo basi wakajitahidi kutazama vitu vingi walivyofikiri ni najisi katika sheria ya Sabato wakavitia unajisi. Unajua hata nguruwe kwa nini alikuwa najisi? tena ya nguruwe, ukisoma uki vizuri katika historia ya wa wasomaji, ni kwamba ile haikuja tu kwa sababu ya dini, ilikuja kwa sababu ya afya. Kuna wakati huko Israeli ulitokea ugonjwa ambao ukawa unapita kwa nguruwe, na ukipika chakula au nyama ya nguruwe isivyo sawa sawa, kama ulivyokuja wa maziwa usidi unaitwaje, ule eh, kuna maziwa eh, nyama ya ng'ombe pia na, na, na, eh, ilikuwa kuna kitu inaitwa brusela huko, si ndio? Si ndio? wadudu ama brusela, ndio sikumbuki vizuri mama, nadhani tulikutana nayo huko Kenya, ikawa homa kubwa kwa watu wengi. Sasa ugonjwa ule ilikuwa tishio kwa Israeli na watu walihangaika. Viongozi wa dini na wakuu wa dini wa Wayahudi wa, wa wakapiga marufuku sasa, vikawekwa kuwa katazo la dini, na kwa kuwa ndio kwa wakati Biblia inaandikwa katika sheria za sabato nyingi, nayo ikaingia kwenye sheria ya sabato, nguruwe akaharamishwa. waliopda. Kwa hiyo Yesu anawakuta ndani ya utamaduni huo wa Wayahudi na mapokeo hayo ya Wayahudi, na haya ndio mazungumzo ambayo hasa tunayasoma kwamba alipoingia nyumbani amewacha mkutano, wanafunzi wake wakamuuliza kwa habari za ule mfano aliyozungumza pale juu. Akawaambia, hii hata nini, hamna akili. Alizungumza swala hiyo la nje in, eh, ya, ya, ya, ya ile hali ya nje kuweza kuona uwezekano wa kumharibu mtu. Akasema, hata nini, hamna akili, hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimwingia hakiwezi kumtia unajisi anazungumza mavyakula yale yaliyopigwa marufuku na Sabato, yaliyoharamishwa na sheria ya Sabato, na wao wameyaweka kuwa ndio sehemu ya dini kabisa. Kitimoto kila nikwambia, unatengwa mpaka una, mpaka utajielewa kwa nini ulisubutu kucukula kitimoto, eh? Sindio? Bwana Yesu asifiwe. Na mavyakula mengi yakawa katika zuio hilo. Sasa amezungumza hapo juu katika mstari ya nane na kuendelea. Na sasa wanafunzi wakamwendea faraga wakamuuliza, eh, nini maana ya huo mfano? Akamwambia, hata mimi hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu eh, kila kitu kilicho nje ya mtu kikimwingia hakiwezi kumtia unajisi. Kwa hiyo uh, ni, ni, ni kujiepusha tu nje kuharibu ndani ya kuharibu maisha yao, lakini alichokiweka wazi Yesu, nataka nikwambie katika mapokezi ya mwaka huu mpya, katika juma la kwanza la mwaka, nataka kusema ya kwamba ndugu yangu, usikwazike wala usiumie wala usifanye lolote. Mtu akikwambia chochote, maneno yake peke yake hayatoshi kukufanya wewe uh, mwizi, kukufanya wewe uh, ni, ni, ni, ni, ni, ni najisi Lazima unajisi unautengeneza mwenyewe kwa vidole vyako, unautengeneza mwenyewe kwa kinywa chako, unautengeneza mwenyewe kwa, kwa, kwa macho yako, una, unajisi unautengeneza wewe mwenyewe kwa, kwa, kwa sura yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa namna gani? Sikiliza anavyosema, kinachotoka ndani ya mwanadamu, kinachotoka ndani yako, anasema hicho ndicho kinachoweza kukunajisi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akaja na falsafa ya in out, ile ndani inavyoweza kuharibu maisha yako. Kwamba anayoharibu maisha sio jirani, anayoharibu mwenendo wako sio jirani, anayeharibu maadili yako sio yule, anayeharibu si yule, anayeharibu mambo ni wewe. Na naomba ujihadhari sana katika mwaka huu kwa sababu Mungu amekukumbusha mapema. Kama Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alipowachukua watoto na kuwalea katika mikono yake akawabariki, ndivyo sasa ninakuweka kwa Bwana wewe gis aet, Mungu akupokee na kukubariki katika siku zake zote za maisha hapa duniani katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Basi tupo mbele hapa kwa ajili ya kutoa shukrani zetu za dhati kwa mwenyezi Mungu, kwa maana amekuwa na sisi, ametupigania katika wengi toka mwaka uliopita atimani nakuja kufikia mwaka huu. Tupo mbele hapa kwa ajili ya kumshukuru sana mwenyezi Mungu, kwanza tukianza katika afya, kwa maana amekupa afya njema na ametubariki katika familia yetu, ametujaza neema na baraka

lakini kwa kifupi ni kwamba Mungu ametenda miujiza mikubwa sana katika maisha ya ndoa, maisha ya familia, maisha ya biashara, maisha yote kwa jumla. Tunamshukuru sana Mungu ametupa afya

Amina. Ni kumangalia mama wangu hapa. Amekuwa ni mwalimu wa watoto. Katika huo mwaka tupambana sana katika namna yoyote ile watoto wapo na mambo yake yanakuwa na kufanya sana. Nimeridhika pale kwa kweli, tunamshukuru kwa ajili yake. Kazi kubwa sana tunayofanya kwa ile kwa kitendo cha chini cha chini. Kwa mama wangu kweli amenikuta kwa utaratibu sana. Mungu awabariki na tuendelee kutumika. Mungu sana kwa ibada ya leo ya kwanza ya mwaka, na niombe Bwana atusaidie kutembea katika safari hii mpya ambayo ni safari ya miezi kumi na mbili, safari ya siku mia tatu sitini na tano na robo, na ni safari ya majuma hamsini na mbili. Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo kazi zilizofanyika mwaka 2025 tano sina budi kumshukuru Mungu sana lakini kuwashukuru ni ninyi nyote. Ombi langu katika ibada hii ya kwanza, makanisa mengine wiki la kwanza na, na, na, na, na tarehe moja wanatumia kuweka ahadi zao kanisani katika mwaka mzima na tusahau kwamba tuna wajibu huo vile vile. Unaweza ukamweka Bwana katika bajeti yako sasa kuanzia leo, na wewe ukawaza na familia yako mwaka huu kama Mungu atanibariki katika kanisa langu mimi nitasimamia hiki na ukaweka nadhiri na Mungu ya kwamba mwaka 2026 nataka kuona jambo hili linakamilika. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie wapendwa, na niamshe nia na ari kwa kila mmoja ibada yetu. Tunaijua kazi mbili tulizo nazo mbele yetu ni, ni hizo za kukamilisha manunuzi ya nyumba ikichangwa ya ujenzi hapa, kwa hapa. Dalasa iandikwe tu Dalasa, inapoenda bank